usiopingika kwamba tarehe thelathini katika mji wetu wa Bunda kulitokea taharuki ya vijana kuandamana na kufanya uvunjifu wa amani. Baadhi ya miundombinu ya taasisi za umma watu binafsi iliharibiwa katika kidigihicho lakini pia tunapata tetesi <coughs> kwenye mitandao ya kijamii kwamba wataandamana <coughs> tena tarehe tisa. Kwa hiyo kama sote tulimsikia Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alipokuwa anaongea na wazee wa Dar es Salaam, alisisitiza kwamba serikali itafanya kila linalowezekana kwa hali na mali kuhakikisha wananchi wanalindwa katika kipindi hiki ambacho kuna taharuki ya kiusalama. Ni la pili, kwa sababu leo ni kikao cha kwanza, tunao madiwani waliokuwepo katika kipindi kilichopita tunao waheshimiwa madiwani ambao ndio kwanza wanaanza. Nitoe ushauri kwa mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya pamoja na mkurugenzi, waheshimiwa madiwani wapate mafunzo, wapate mafunzo ili waweze kujua majukumu yao. Sisi sote tuliomo huku ni viongozi. Yawezekana kabisa hizi taharuki nilizozisema za maandamano za vurugu, yawezekana sisi katika nafasi zetu hatutoi huduma bora kwa wananchi, pengine tunachagua kutoa huduma kwa kuangalia mtu alivyo. Pengine mwananchi anaweza kuja kutaka huduma katika ofisi zetu, anaweza kukaa zaidi ya masaa matano hajapata huduma. Akiondoka huyo anaenda kuchafua taswira ya serikali mtaani, pengine ameingia kwako ujamhudumia ipasavyo. Sasa sisi ni viongozi, tuna nafasi zetu Tunaomba mkawahudumie wananchi bila kuchagua, huyu ni tajiri, huyu ni maskini, huyu ana elimu gani, huyu ana elimu gani. Tuwahudumie wote sawa sawa, ili tukapunguze hizi taharuki ambazo zinatokea, kwa sababu na watu wengine akisikia mwana anaingia kwa kukumbuka kilichofanywa na mtumishi wa umma au na kiongozi wa umma. Malengo ya muda mrefu ya kupunguza hivi vitu vinavyotokea, sisi tuliomo humu na wengine ambao wako nje, tujitathmini namna ya kuhudumia wananchi katika ofisi ambazo tumekabidhiwa na wananchi. Napenda nitoe rai yangu kwamba kila awaye yote ndani ya halmashauri kwa nafasi yake Naomba nitoe dai, kila mmoja akaipende kazi yake, tukafanye kazi kwa weledi, kwa uwazi, kwa usahihi, ili halmashauri yetu iendelee kusonga mbele. Mimi na makamu wangu, na sisi tunaahidi kwamba tutakuwa wazi kwa watu wa aina zote, watumishi wote wa watu baraza, na hata watumishi wengine wa serikali ili halmashauri yetu iweze kuendana na ufanisi mkubwa.